Mtu wa Mungu, shetani anao ufalme. Nataka ulijue hilo kama mwana wa Mungu, na ukumbuke kwamba shetani anao ufalme, na ufalme wa shetani upo katikati ya wanadamu. Wakati mwingine tumekuwa tukifikiri kwamba ni jambo ambalo liko mbali sana na sisi, lakini nataka nikujulishe kwamba influence ya ufalme wa shetani upo katikati ya mwanadamu. Kuna mambo mengi yanaweza kawa yanaendelea katika maisha yako, unafikiri kwamba labda ni mipango ya Mungu au mambo yanatokea tu kwa bahati aidha nzuri au bahati mbaya, lakini kumbuka jambo hili kwamba shetani anao ufalme. Kwa mambo yote yanayoendelea katika maisha yako, sio kwa sababu ya wewe wala sio kwa sababu tu ya Mungu wala sio kwa sababu tu ya wazazi wako ama ndugu zako ama rafiki zako ama watu ambao unaowadhania unaowaona, hapana. Shetani anao ufalme. Kuna wakati fulani Yesu alikuwa akitoa pepo, na mara alivyotoa pepo watu e, walisema kwamba anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebub, yani kwa nguvu ya mkuu wa shetani, na Yesu akasema kwamba kama shetani akimtoa shetani mwenzake basi ufalme wake umefitinika, ufalme wake umefitinika, kwa maana Yesu mwenyewe alikiri kusema kwamba shetani anao falme. Kama unamwamini Yesu, lazima uyaamini maneno yake, na neno la Bwana mwenyewe linasema kwamba shetani anao falme, lakini kuna kitu kingine Yesu alichokiongezea pale akasema kwamba atawezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Shetani ana ufalme na ufalme wa shetani, huko very order, huko very organized, yani ni ufalme ambao umepangiliwa upo katika oda. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alitoa oda, alitoa mpangilio wa kuweza kushindana na Shetani na oda aliyotoa mwana Yesu ni kwamba jambo la kwanza unalotakiwa ulifanye sio kwenda kukimbilia kwenye vitu vya Shetani. Hapana, unachotakiwa jambo la kwanza kulifanya, unatakiwa umfunge kwanza yule mwenye nguvu. Swali ambalo tunaweza tukajiuliza mi na wewe kwamba mwenye nguvu hasa ni nani? Nataka nikuambie kwamba mwenye nguvu wa kwanza unayotakiwa umshinde sio shetani, ambao watu wengi wanamchora sijui mwenye mapembe sijui shetani ambayo sijui ana sura mbaya, au wengine wamefika hatua wanasema, nao shetani sio kwamba ana sura mbaya. Shetani ana sura nzuri, ni malaika kabisa, anapendeza, ana mabawa, yuko safi. Sio huyo shetani wa kwanza kabisa unayetakiwa umshinde ni shetani aliye ndani yako. Ndio maana nakuambia kwamba ufalme wa shetani ni ufalme ambao uko ndani na ngazi ya kwanza, ngazi ya kwanza ya kumshinda shetani sio shetani aliye mbali, bali ni shetani aliye katikati yako, ama zaidi aliye ndani yako. Uwanja wa vita wa shetani upo katika akili ya binadamu na shetani anapambana ndani ya mwanadamu katika ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni ngazi ya, ya, ya, ya, ya mawazo. Kuna ngazi ya, ya maamuzi, na kuna ngazi ya hisia za mtu. Nataka nikuambie kwamba usiangaike sana kumtafuta shetani aliye mbali, kabla hujamshinda shetani aliye karibu, kwa sababu huyo ndio mtu mwenye nguvu. Biblia inasema kwamba ana nguvu au ni bora zaidi yule mtu ambaye anaweza akaitawala roho yake kuliko mtu anaweza akauteka mji. Kwa maana self mastery, kujitawala mwenyewe na kuitawala roho yako kuna maana zaidi kuliko kwenda kuuteka mji. Maana nimekwambia kwamba shetani wa kwanza ni yule ambaye umeshindwa kumtawala katika mwili wako na katika roho yako. Kuna wakati fulani Yesu alimkabili Petro akamwambia, ondoka shetani kwangu wewe, kwa maana ya kwamba huyajui mawazo ya Mungu bali mawazo ya mwanadamu. Manake ni manake ni kwamba mawazo ya mwanadamu ndio shetani mwenyewe. Mawazo ya mwanadamu ambayo yanakinzana na mawazo ya Mungu, huyo ndio shetani mwenyewe. Kwa mwanadamu yoyote yule ambaye hujajua mawazo ya Mungu, tayari unaishi katika utawala na ufalme wa shetani, kwa maana Yesu alimwambia Petro, maana huyajui mawazo ya Mungu bali mawazo ya mwanadamu. Hakusema kwamba maana huyajui mawazo ya Mungu bali mawazo ya shetani, no. Alisema kwamba mawazo ya mwanadamu, kwa maana mawazo ya mwanadamu ambayo yasiyokuwa na alignment yasiyokuwa na, na, na, na usawa na mawazo ya Mungu, hayo tayari ni shetani wenyewe. Usiangaike kumtafuta shetani aliye mbali. Ndio maana sehemu nyingine Yesu alivyokuwa anasema kwamba je, ni, yes, sijawachagua ninyi tena shara yani wanafunzi kumi na mbili na mmoja wenu ni shetani. Akusema kwamba mmoja wenu ataingiliwa na shetani au mmoja wenu atapitiwa na shetani. Alimwidentify Yuda kabisa kwamba Yuda mwenyewe ndio shetani. Wakati mwingine tumekuwa tumelelewa katika mazingira ya kufikiri vitu vilivyo mbali sana na tumeacha kuyatafakari mambo yaliyokaribu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 ikabidhi roho yake mfumo wake wa kimawazo uendane sawasawa sawa na mawazo ya kimungu. Lakini mawazo ya Mungu ni mawazo gani? Na mawazo ya wanadamu mawazo gani? Nataka nikwambie kwamba ufalme wa shetani upo katikati ya wanadamu, na mawazo ya wanadamu ndio mawazo yenyewe ya shetani. Kuna wakati fulani Yesu alikuwa amealikwa kwenye chakula kwa farisayo mmoja anaitwa Simeoni na wakati walivyokuwa katika hiyo tafrija ama katika huo mlo, alitokea mwanamke mmoja ambaye alimwendea Yesu akaanza kumpaka mafuta Yesu miguuni mwake na akaanza kutoa machozi akilia, lakini pia Biblia inasema kwamba akamfuta Bwana Yesu kwa nywele za kichwa chake. Simeoni na wenzake waliokuwa katika hiyo meza wakaanza kuwaza moyoni mwao wakisema kwamba huyu kama angekuwa ni nabii... Yaani, wakaanza kudoubt yesu kwamba ni mtumishi wa Mungu, wakasema kwamba angejua huyu ni mtu wa namna gani. Ni kwa sababu gani walishangaa? Kwa sababu yesu alimruhusu huyo mwanamke awe karibu sana na yeye kiasi kwamba anampapasa miguu yake na kumpaka mafuta kitu ambacho huyo farisayo aliona kwamba hiki kitu hakifai kufanyika kwa mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Mafarisayo, watu hawa wa dini, walikuwa wameichukia dhambi kiasi kwamba mpaka wakaanza kumchukia hadi mwenye dhambi. Lakini hayo yalikuwa ni mawazo ya wanadamu. Mawazo ya wanadamu juu ya dhambi yako in conflict na mawazo ya Mungu juu ya dhambi. Watu wengi katika dini wamekompliketi sana swala la dhambi kiasi kwamba mpaka wanawachukia na kuwaona wale watu wenye dhambi kwamba ni watu wabaya na ni watu wasiofaa na wataki hata kuwa nao karibu. Ni kwa sababu ya mentality. Hayo ni mawazo ya wanadamu. Na nataka nikuambia kwamba hiyo ni fikra ya kishetani iliyo ndani ya mwanadamu ya kumchukia mwenye dhambi badala ya kuichukia dhambi na kumpenda yule mwenye dhambi. Kuna kitu ambacho Yesu alichokifanya kwa mwanamke, akamwambia kwamba dhambi zako zimesamehewa na uenende kwa amani, lakini watu waliokuwa karibu naye wakaanza kuwa na mashaka, wakaanza kuwa, wakaanza kuwaza mioyoni mwao kwamba imekuwaje atawezaje mtu huyu kumsamehe dhambi? Ndio maana nimesema kwamba mawazo ya mwanadamu yana complicate sana swala la dhambi, lakini Yesu alikuwa anasimplify. Ndio maana Yesu kama mwanadamu aliweza kusamehe dhambi za watu. Watu wanafikiri ni kwamba mpaka Mungu asamehe dhambi, watu wanafikiri kwamba mpaka Mungu apende kumsamehe dhambi, lakini hayo siyo mawazo ya Mungu. Yesu alikuwa anasamehe dhambi kama mwanadamu. Hata wewe pia una uwezo wa kusamehe dhambi na una uwezo wa kujisamehe dhambi zako. Kama kuna jambo ambalo umelifanya, usilifanye kuwa ni mzigo sana katika maisha yako, kiasi kwamba ukaona kwamba hili jambo linanifanya mimi nisiwe karibu na Mungu. No, Mungu ni Mungu ambaye anasamehe dhambi kiurahisi kuliko hata jinsi unavyofikiri. Ndio maana Yesu alikuwa anasamehe dhambi za watu kiurahisi kabisa, alikuwa anasamehe dhambi za watu, ingawa watu wa dini walikuwa na kompliketi, wanaanza kusema kwamba huyu atasameheje dhambi? Lakini nataka nikuambie kwamba sio jambo ambalo ni gumu sana kwa Mungu. Ni jambo ambalo ameliweka katika mamlaka ya wanadamu. Kuna wakati fulani katika Warumi, Paulo alisema kwamba neema ilikuwa nyingi zaidi, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo bwana wetu. Kwa lugha nyepesi nyepesi, alichotaka kukisema kwamba nguvu ya neema ndiyo ambayo inaleta uzima wa milele katika maisha yao, na dhambi ndio lango la mauti. Akili yako ikiwa imekaa katika ulimwengu wa dhambi dhambi dhambi dhambi dhambi dhambi, na uka complicate sana swala la dhambi, ni kama unafungua mlango wa mauti katika maisha yako. Lakini ipo neema, ipo neema ya Mungu, na zipo rehema za Mungu, ipo neema katika Kristo Yesu, ambayo inaweza ikakupa wewe uzima. Akili yako ikiipokea neema ya Mungu katika maisha yako, utakuwa na uzima, nawe utashamiri na kutawala katika uzima wa milele pamoja na Kristo Yesu. Mtazamo wa shetani na dhambi katika kanisa ni mtazamo ambao unalitesa zaidi kanisa kuliko shetani mwenyewe. Anasema jambo la kwanza ambalo mtu unatakiwa ulifanye ni kumjua yule shetani, kujua ule mfumo wa mawazo uliopandikiziwa ndani mwako unaokutesa kwanza ukiweza kudadavua huu ukajikwamua katika huo mfumo wa mawazo, umeweza kujikwamua na shetani aliye mkubwa sana kuliko shetani yoyote yule ambaye wewe unayemfikiria au ambaye wewe umetengenezewa picha yake. Kumbuka, uwanja wa vita wa kiroho ambao shetani anaocheza nao upo katika mfumo wa akili ya mwanadamu. Kuna wakati fulani Daudi alifanya maamuzi ya kuhesabu Israeli, jambo ambalo lilikuwa halimpendezi Mungu, lakini Daudi alifanya hivyo huku akifikiri kwamba anafanya maamuzi hayo ambayo ni ya kimungu. Ndio maana hata alivyoshauriwa tofauti kwamba asifanye hivyo, bado alifanya. Ni kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba naye shetani akamshawishi Daudi. Lakini pia Biblia hiyo hiyo kuna sehemu inasema kwamba Mungu akamshawishi Daudi. Kwa nini haya maandiko yote mawili yamewekwa kwenye Biblia? Ili upate kujua katika mfumo wa mawazo ya mwanadamu kuna uwezekano kuna wakati ukasikia sauti ambayo unafikiri kwamba ni ya Mungu lakini sio sauti ya Mungu. Ni sauti ya Shetani. Kitakachokufanya uweze kujua kwamba hiyo sauti uliyoisikia ama kuitii ilikuwa ni sauti ya Shetani ni matokeo yale utakaoyapata kwa sababu atakachokipanda mtu ndicho atakachokivuna. Ukipanda mbegu mbaya, ukifanya maamuzi ambayo ni mabaya, lazima utavuna mambo ambayo ni mabaya katika maisha yako. Mungu hadhihakiwi. Ndio maana hata Daudi alivyofanya maamuzi yale ya kuhesabu watu, Mungu alimwadhibu, alimwadhibu kwa kitendo kama kili kwa maana ya kwamba alikuwa prompted by the devil, alishawishiwa na shetani, sio na Mungu. Unachotakiwa ukifanye, mwana wa Mungu, jifunze jinsi gani ya kuweza kuyajaribu kwanza mawazo yako. Sio kila wazo linalokuja katika maisha yako unatakiwa ulifanyie kazi. Jifunze kuyapima mawazo yako. Sehemu nyingine kwenye Biblia inasema kwamba zipimeni roho zijaribuni roho, kwa maana ya kwamba sio kila roho inayokuja katika maisha yako ni ya Mungu. Mwanadamu upo katika conflict ya kiroho, lazima uwe na utaratibu na mkakati wa kuweza kuyachuja mawazo yako, ili usiweze kuanguka katika dimbwi la mauti na majanga makubwa katika maisha yako, yanayosababishwa sio na mapepo, sio na watu walio mbali, ila kwa jinsi wewe mwenyewe ulivyojiweka. Haujaweza kuwa na utaratibu wa kuweza kuyapima mawazo yako, haujaruhusu Eh, watu kuushauri wewe, ni mtu ambaye unafanya maamuzi yako tu. yulio inasema kwamba hivi, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ipo njia ionekanayo kwamba ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti, kwamba kuna kitu unaweza kuwa nakifanya unafikiri kwamba ni sawa, lakini at the end of the day inakuongoza kupeleka mahali ambapo ni pa mauti maamuzi unayoyafanya shetani anacheza na maamuzi unayoyafanya ukiweza kufanya maamuzi ambayo ni ya hekima utavuna matunda ya hekima. Usikimbilie sana kufikiria kwamba mambo yote yanasababishwa na watu walio mbali ama na mapepo wabaya sana wewe. Mwenyewe pia kuna mlango katika maisha yako ambao umeufungua unaoruhusu mambo mabaya yatokee katika maisha yako kutokana na mfumo wa fikra zako na mfumo wa mawazo yako na maamuzi yako unaoufanya sehemu nyingine ambayo shetani pia huwa anaitumia katika kuharibu maisha ya watu ni kwenye mfumo wa hisia za mtu kumbuka wakati fulani Kaini aliulizwa na Mungu kwa nini una ghadhabu na uso wako umekunjamana sababu Kaini kwa ghadhabu ile aliyokuwa naye, Mungu taala alishaona huyu anakoendelea na hizi hisia za ghadhabu, anakwenda kufanya jambo ambalo ni baya. Kaini akafanya maamuzi ya kumua ndugu yake Abeli, akifanya maamuzi ya kumua ndugu yake Abeli kutokana na ghadhabu aliyokuwa naye moyoni mwake. hisia hisia, zipime hisia zako. Usifanye maamuzi ukiwa katika hali ambayo eidha ni ya ghadhabu, ama ya asira, ama ya tamaa. Watu wengi wakati mwingine tunafanya maamuzi ambayo yako katika msingi wa tamaa ama ghadhabu ama asira ama wakati mwingine hata furaha. Kumbuka Biblia inasema kwamba roho Mungu akatulia juu ya uso wa nchi, naye Mungu akasema na iwe nuru. Roho akatulia. Mtu wa Mungu, lazima ujifunze kuwa na roho ya utulivu, sio roho ya furaha. Wakati mwingine tunatafuta kuwa na furaha, watu wa kurukaruka, watu washangwe shangwe, na yenyewe sio state nzuri sana ya mtu kuishi katika maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho ni maisha ya utulivu. Tafuta utulivu, ili uweze kuku kuzikwepa njama za shetani katika maisha yako. Lazima ujifunze kuiweka roho yako katika utulivu na kuishi katika utulivu. Bila ya hivyo, roho yako hiyo hiyo ndio lango la shetani, na shetani atatumia kuoperate. Ndio maana nasema ufalme wa shetani katikati ya wanadamu. Shetani wa kwanza wa kuweza kumtawala na kumshinda si aliye mbali, ila ni yule aliye karibu yako. Tawala mawazo yako, tawala hisia zako. Control yourself sababu kila kitu kinachotokea katika maisha yako kinatokea kutoka katika moyo wako. Ndo maana maandiko yanasema kwamba linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chochote, maanake ki huko ndiko zitokako chemchem za uzima, kwamba matukio katika maisha yako yanatoka katika moyo wako, sio katika eh, yani matukio katika maisha yako hatoki katika shetani no. Shetani anapitia hisia zilizoko katika moyo wako. Shetani anapitia mawazo yaliyo katika moyo wako. Sasa shetani aliye mkubwa hapo ni nani? Mbaya sio wa nje, mbaya ni yule wa ndani. Ukimtibu yule wa ndani, yule wa nje hana nafasi. Yesu wakati anakwenda kujaribiwa katika siku zake za mwisho alisema kwamba mkuu wa ulimwengu anakuja, lakini hana kitu ndani mwako. Je, shetani anapokuja kuyajaribu maisha yako hata kuta jambo lolote ambalo ni la kwake, kwa sababu huyu shetani amepewa mamlaka ya kuwajaribu wanadamu. Yesu alimwambia Petro kwamba Petro, Petro, shetani amepewa mamlaka ya kuwapepeta ninyi kama ngano. Kwa hatutaweza kumwondoa yule shetani aliye mbali, kwa sababu ashapewa mamlaka, amepewa mamlaka na, na Mungu. Kama Yesu mwenyewe alijaribiwa na shetani mikani, wewe unafikiri utajaribiwa na shetani, ila ili uweze kuyashinda majaribu ya shetani mshinde kwanza shetani aliyo ndani yako. Shalom.